Kwanza mimi ni mzazi, mimi ni, mimi ni mzazi alafu mimi ni kiongozi. Ukiona tumenyamaza si kusema ati tuna support, saa ingine ni uchungu ya mzazi, unafikiria ni nini naweza fanya mimi kama kiongozi, kwa sababu siwezi teta kama wale wengine ambao hawajachaguliwa Mambo ambayo yameendelea ya nationally, kuna kifo ya ule kijana ambaye aliuliwa katika sel kule Nairobi Albert Ojwang. Mimi nishasema from the beginning na nimesema tena Kirinyaga, there is no leader with their insane mind who can support the abduction Of our young people. And I do not support it. I don't support it. Sisi kila siku hapa kama viongozi kuna wale wanatutusi kutoka asubuhi mpaka jioni wanatutusi kutoka asubuhi mpaka jioni. Hatutumi watu wawashike. Because as a leader,

And believe that action has been taken. Pia nichangie moto kuhusu hili jambo lambalo la kijana ambaye alikuwa kule Nairobi akapigwa risasi. Nimeangalia hiyo video mara kadhaa, nimeangalia video, nikaangalia tena na nikaangalia tena. Na nikasikia kuna watu wanasema ati provocation. Mimi sikuona huyo kijana akiprovoke mtu yeyote. Mimi nimemwona amesimama, lazima kukuwe kuna matamshi. But there cannot be any justification to take anybody's life even if you are insulted. There is no justification. Kwa sababu tukisema ati ukikasirika unaweza kufanya hii, nchi itaenda wapi? Kwa sababu wale ambao wako na bunduki ni wengi. Kuna wale wako polisi, kuna reservis na kuna private gun holders. Tukisema mtu ambaye ako na bunduki, ukimwongelesha umwongelesha na heshima sana, kwa sababu anaweza kukuua wakati wowote. Tunaweza kubali kweli?

You know there is a training, wanaenda wanaambiwa wakimbie waende chini kwa matope wapande miti. Is to check whether you have the capability to endure strain, na wale ambao hawana hiyo capability wasipewe bunduki wakwe wanabeba kwa sababu ni sheria na katiba inasema kila mtu ako na haki ya kupiket, si ndio?